Kwa majina naita Kristina Maulu Simuoka, nimetokea kijiji cha Manyata. Nimekuja hapa na mgonjwa wifi yangu ambaye anasumbuliwa na tumbo. Tumekuja naye hapa kituo cha afya, tumepokelewa tulivyoingia chumba cha mapokezi, amepata dawa, wakachukua kipimo cha ultrasound, wakatuambia tuje tuingie chumba cha X-ray. Kweli tumepata kipimo hicho, tumekiona, amepata huduma nzuri maana tulikuwa hatuna hata huduma hapa, tulikuwa tunaenda wilaya ya Kongwa. Sasa hizi tumepata huduma hapa hapa, tunashukuru huduma ambayo ni nzuri. Wanufaika katika kipimo cha ultrasound, imeweza kuwasaidia kina mama eh, katika kupata viashiria vile vya hatari, kuweza kuwai mapema katika kufanya maamuzi kwa ajili kuweza kumuokoa mama mjamzito. Tunamshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu. Yangu anaendelea vizuri. Mama Yuko Kazini.